pende kubariki jengo hili lililojengwa kwa ajili ya matibabu, hususa huduma za dharura kwa watoto wako. Tunakuomba ulinde daima jengo hili ili watoto wako watakaofika hapa na kutumia jengo hili kama unavyopenda wewe wajaliwe kutambua zaidi uwepo wa Kristo mwanao kati yao. Uzinduzi wa jengo hili la dharura ni tukio la kihistoria na lenye umuhimu mkubwa kwa hospitali yetu ya St Joseph na jamii inayotuhudumiwa inayohudumiwa. Huduma za dharura ni nguzo muhimu katika sekta ya afya, kwani huokoa maisha ya watu wengi wanaokumbwa na ajali, magonjwa ya ghafla na hali ya tarishi. Kupitia jengo hili hospitali hii itaongeza uwezo wa kutoa huduma za haraka, salama na zenye viwango vya juu vya kitaalamu. Ndugu zangu madaktari wa hospitali hii, naomba niongee nanyie japo kidogo. Kazi ya, ya udaktari ni kazi ya wito. Niwaombe sana, mimi ni mbunge wenu, mimi ni mwakilishi wenu, mmenichagua kwenda kuwakilisha niwaombe na nikuombe mganga mkuu, pamoja na timu yako yote, binadamu tumetofautiana kiuwezo, wako watu wenye uwezo mkubwa na wako watu wenye uwezo mdogo. Kama mwakilishi wenu, kama kiongozi wenu katika serikali, niwaombe, nendeni katengeneze bei za kuwahudumia wananchi, zile bei nafuu ndogo ambazo zitamfanya hata yule mwananchi mdogo mwenye uwezo mdogo aweze kuja kupata huduma katika hospitali yetu. Ninatambua mnafanya hivyo lakini niwaombe mwendelee kufanya hivyo, ili tupate wateja wa kutosha na tutoe huduma ya kutosha. Kutokana na ongezeko la idadi ya wagonjwa pamoja na uhitaji mkubwa wa huduma za dharura zilizo bora, salama na za haraka, uongozi wa hospitali uli, uliona umuhimu wa kujenga jengo maalum la kuhudumia wagonjwa wa dharura. Ujenzi wa jengo hili la dharura kwa hatua ya awali ulianza rasmi mnamo tarehe 19 Novemba mwaka 2024 na kukamilika mnamo tarehe 12 Septemba mwaka 2025.